Kandideti wao huko ndio wa mwisho, kandideti wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia, alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba, mtakubali hiyo maneno? Hapana, tutaamuka asubuhi na hawa. Nataka kuambia wasikie hivi, sisi ni watu tunapenda amani, we do not like to be provoked and we want to respect the law na tu respect democracy tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu wa sheria. Sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote, na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria kama sasa ni kuleta ujuaji, wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini namna hiyo? Kwa sababu tutakuwa hapo, wakihesabu tuna hesabu, wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana hey! na wao huko, wakati huo na, na, na, mwisho abantu bami